Greve greve leo hapa ni Goma, hapa tuko Goma desha greve, wale watu bako na greve leo tunafaa marsha tupendi wa M <laughs> Na huku nasikiliza Baraka1 TV ni saa tisa, saa za Afrika kati. Kipindi ni cha habari na maelezo eh, kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo, na mimi ni baba la baba mzee wa Ngozuma Rajabu Wakili Kabonga, kuna kurushia haya matangazo eh, ili kwa kwanza kupata habari zetu za moto. Like pia, subscribe Baraka1 TV tuku pia Facebook pamoja na TikTok like na follow page zetu, na hivyo utakuwa mtu wa kwanza kuwa napata haya matangazo kila wakati. Na katika yale ambayo tutakwenda kuyajadili sasa hivi ni kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeweza kuingia rasmi leo hii tarehe mbili za mwezi wa kwanza elfu mbili na ishirini na tano kuwa mwanamemba eh, ndani ya, ya, ya Umoja wa Mataifa ndani ya Baraza la Umoja wa mataifa inaitwa membre non permanent wa conseil ya securite ya nations unies. Na pia waziri wa mambo ya nje Teresa Kaikwamba anataka Umoja wa Afrika kuweza kutoka kwenye ukimya eh, kutokana na hali ambayo iko nazidi kuendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, huku Rwanda ikitumikisha M23 kuendelea kuokipe maeneo mbalimbali nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vita ambayo ilifanyika kwa takriban wiki nzima maeneo ya Makobola, Katongo pamoja na Kigongo na watu ambao wamesadikika kuwa wamepoteza maisha wengi wakiwa ni jamii ya Wahutu ndani ya RDF, huku wakiwa eh, nafanya mikakati ya kujaribu kupunguza idadi ya Wahutu eh, wa Bantu ambao wana, wanapatikana katika vikosi vya RDF ili tukuje kuli E, kulijadili tutalizungumzia kwa kiwango fulani hivi ili kuweza ku, e, kueleweshana mambo yakae sawa, na pia tuki, e, tukizungumzia kuhusiana na mikataba kati ya Kongo na Marekani ni kwamba mambo yanakwenda kuiva na hivyo DRC inaenda kunufaika na mambo mengi kutoka Marekani, huku Marekani na DRC wakitengeneza kamati ya watu kumi. Kamati hiyo ya watu kumi itajumuisha watu watano watano kutoka kila nchi, na hivyo DRC iweze kutengeneza miradi na ambayo itashughulikiwa na nchi ya Marekani, hii ikiwa na maana kwamba Marekani haiwezi kufanya kazi sehemu ambako kuna vita. Kwa mantiki hiyo vita inakwenda kukomeshwa ambayo iko kwa sasa hivi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mengine na zaidi tutajadiliana hapa hapa kupitia Baraka One TV. So tuungane wote kwa pamoja ili tuweze kufikia malengo yetu ambayo tuko tuna, e, tunaambatana nayo. Na pia usikose kutembelea Mwangaza TV ambapo tutakutana na matukio mengine ambayo unazidi kulindima mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwaka huu ni mwaka mpya na leo ni tarehe mbili. Na utakieni heri ya mwaka mpya, ndugu jamaa na marafiki wote ambao mko mnatusikiliza, licha e, kwamba makahoko na wao pia wanalewa bwana. <laughs> Kahoko huyu wapo, ame amepiga mitungi. Mwaka mpya ulikuwa mzuri bwana, mwaka mpya kwako Mr. Kahoko, naona umepata umeonja ladha ya Kongo pia. Leo tarehe mbili ni kumbukumbu ya kifo cha mama Dundala shujaa, ambaye al aliudiwa kikatili na baadhi ya watu ambao wasiopenda maendeleo ya jeshi letu, na pia e, walikuwa wanashirikiana na magaidi wa M23. Hapa nikizungumzia e ipolitika na mbi, pamoja na M23, ikiwemo bwana Paul Kagame na washirika wengine. Na pia vilevile vile, leo ndio kulikuwa kuna maandamano ambayo iliandaliwa na vijana wa jiji la Goma, na hivyo kuanza kujitokeza barabarani. Usiku wa kuamkia leo, vijana zaidi ya sabini waliweza kukamatwa na uongozi wa M23 na hivyo kuweza kupotezwa, kisa walikuwa wanaandaa hayo maandamano ambayo yangefanyika leo jijini Goma. M23 waliweza kuweka mikakati maalum ili kuweza kuzuia maandamano yasifanyike, lakini kwa asubuhi asubuhi e, Goma kuliamkia kukiwa kuna kaubaridi ubaridi, huku maduka yakifungwa na shughuli zote zote zikiwa hazifanyiki eh, lakini M23 waliweza kutumia nguvu kubwa na kuzuia maandamano hayo yasifanyike ndani ya jiji la Goma. Lakini yote kwa yote, um, hapa nitagusia kidogo, kuna mtu ambaye eh, anaweza kawa hakuandamana uh, physically, lakini ndani yake anaandamana. Kuna mtu anaweza kawa hakupendi hata kuambia kwamba hakupendi, lakini kiukweli moyoni mwake hakupendi na hataji kukuona sasa inakuwa iko ni tofauti na mtu mwenye kumanifeste kwamba hakupendi na mwenye amanifeste lakini hakupendi kimoyo moyo. M23 wametumia nguvu nyingi sana kuweza kuzuia haya maandamano e, kitu ambacho wamefanya tofauti sana, ushelewa kama u, u, unataka kufanya upinzani. Hii ndio ile ambayo tunasema kwamba maeneo ya, ya M23 ni maeneo ambako watu wanaongoza nchi kwa mkono chuma, kwamba hawapendi upinzani. Sasa ndo tunajiuliza kama M23 inachukua Kongo mzima iongoze, ina maana tutaishi kama vile Rwanda. Utakuwa hakuna mtu yoyote mwenye iko na haki ya kuzungumza, hakutakuwa maandamano dhidi uh, ya kitu Donke, itakuwa ni sheria ya mkono wa chuma kenye wao wanataka kufanya na ndio wanafanya. Kwa sisi sote tutalazimika tuta kutembelea uh, sheria uh, za Rwanda na ni kitu ambacho kinatia watu katika utumwa. Ndio maana wakongomani wanatakiwa waweze kufunguka macho, wasiendelee kubakia hivi, kwa sababu hii ni kitendo cha udhaifu moja wa hali ya juu, endapo watu wataendelea kubakia hivyo, kwa wale ambao walijitokeza kwa ajili ya maandamano ya Goma na wakakuwa, wakatawanyikwa wakatawanyishwa na M23. Haya ni hivyo, tuanze na hili hapa la Conseil ya Securite ya Nations Unies. E, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeweza kuingia rasmi mwaka 2026 hadi mwaka 2027 ndani ya Baraza la Umoja wa Mataifa ikiwa ni mambre no permana wa Conseil de Securite ya Nations Unies. Tarehe mbili za mwezi wa kwanza 2026, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeweza kuingia rasmi kwa mara ya kwanza ndani ya Baraza la Umoja wa Mataifa ikiwa ni mambre no permana kwa kipindi cha mwaka 2026 hadi na saba, na seremoni na hiyo ambayo ilifanyika kuweza kupandisha bendera eh, tarehe moja mwezi wa kwanza elfu mbili na ishirini na sita kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa maeneo ya New York City ambako kulitakika kuwepo kwa wanamemba watano wapya ambao waliweza kuingia katika operesheni hiyo ya Umoja wa Mataifa ikiwemo Bahrain Colombia, Letonia, Liberia pamoja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii iko na maana gani? Iko na maana kwamba unajua, Umoja wa Mataifa iko na wanamemba wa kudumu watano, wale wenye wako na ile droit de veto, ziko ziko cinq pays hapa. Naanza na Urusi, Uchina, Marekani, Ufaransa pamoja na Uingereza. Hizi ndio nchi tano zenye kuwa E, na droit de veto ya Umoja Mataifa ndo venye biko na abiko ba membre no permanent ni ba membre permanent. Kisha kuko zingine ba membre no permanent kumi na sita hivi kama siko sahihi, ndo hapa wanafanyaga kila mwaka e, kuna naingia inchi tatu, inchi nne zinaingia, inchi tano zinaingia, baadaye tena uh, uh, uh, uh, zinakuja zinatolewa, zinaingia zingine, bali ni ba membre no permanent. Kwa hiyo hawa wanakuwa hawana maamuzi dhidi e, ya ya nchi zingine, lakini wako na nafasi ya kushawishi na pia kuweza kupewa kipaumbele sababu ni wanamemba wa Umoja wa Mataifa na wa, u, u, u, wako pia na ile nafasi ya kusema kwamba eh, waweze kutengewa eh, vitengo maalum tofauti na, na nchi nyingine. So hii pia hi, hi, itakwenda kuchangia kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa njia moja ama nyingine kujikuta kwamba inashawishi E, Umoja wa Mataifa kama jinsi imekwisha kuishawishi tayari kwa ajili ya uvamizi ambao huko unafanyika na Rwanda nchini Jamhuri ki... ki ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo hii ni kwa mara ya kwanza Kongo inaingia mkosea sekrite mambre no permana wa mkosea sekrite ya Nations Unies. Tukichukua hili hapa, uh, waziri wa mambo ya nje ya Kongo Teresa Kaikwamba ametaka Umoja wa Afrika kuweza kutoka kwenye akiba yake kwenye ukimya na kuweza kuzungumzia okupacion ya este dhidi ya M23 ambao wanasukumwa na nchi ya Rwanda. Waziri wa mambo ya nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Teresa Kayikwamba ameweza kuitaka Umoja wa, mata, Umoja wa Afrika e, e, kuweza kutoka katika ukimya na kuzungumza yale ambayo yaku yanafanyika ndani ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwenye kikao cha kumi na tatu ishirini na moja cha umoja huo uliofanyika kupitia uh, video conference, lengo ikiwa ni ku, kuhimiza muunganiko huo waki, eh, wa wa kibara wa bara la Afrika eh, kuweza kuimarisha pia E, miendo mbinu na mienendo ya nchi kwa nchi kutokana na uvamizi ambao uko unaendelea sasa hivi ndani ya bara la Afrika. Alizungumza hivyo akitaka e, jumuiya hiyo ya Umoja wa Afrika kuto kulala na kuweza kuzungumza ukweli ambao uko unafanyika kupitia hotuba yake. Waziri wa mambo ya nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aliweza kulaani kwa kiwango kikubwa eh, kitendo cha M23 kuendeleza kupambana na maeneo ya Kivu ya Kusini pamoja na Kivu ya Kaskazini, huku wakisaidiwa na nchi ya Rwanda. Umoja wa Afrika hauwezi tena kukaa kimya na kuto kuzungumza chochote. Wanatakiwa waweze kuona na wanaona kinachoendelea, na wanatakiwa kuweza kuizungumzia Rwanda kuwa ni mvamizi na anaendelea kusababisha mauaji na uporaji, ubakaji wa wananchi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na pia akitaka Umoja wa Afrika uweze kutia pressure vile vilevile, kwa kutokuheshimika kwa resolution ya 2773 ambayo ilitolewa na Baraza la Umoja wa Mataifa kwa kutaka Rwanda iweze kuondoka na kuacha mara moja kuisaidia M23 na kuweza kuondoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na badala yake pia kuweza kufuata hii ambayo imetolewa hapa juzi, kati ya 2808 ambayo inasema kwamba endapo itashindwa kutii matakwa, basi itabidi vikosi maalum viweze kuingia kwa ajili ya kuweza kuwa eh, kontrole kwa upande wa kijeshi, kutokana na hali hiyo pia Eh, waziri huyo wa mambo ya nje ameweza kuzungumzia hali ambayo imefanyika Uvira tokea kuingia kwa magaidi wa M23 huku wakipata misaada kutoka Kigali ambayo inakuja moja kwa moja ndani ya jiji la Uvira. Um, wamesema kwamba anaendelea am, am, kusema kwamba zaidi ya watu, eh, watu mia tano elfu wa Kongomani wameweza kujikuta hawana mahala pa kukaa, hawana pa kula, hawana pa kulala, hali ikiwa ni mbovu, huku akikimbia kutoka Uvira na tarafani Fizi kutokana na vita ambayo imeanzishwa na M23 huko maeneo ya Kivu Kusini, kusini mwa jimboni Kivu ya Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukiachana na hiyo taarifa pia, kumbuka kunasikiza habari na maelezo kutoka Baraka1 TV Uh, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Marekani wamekwisha kusaini wamemaliza sasa ni muda wa kuweza kutoa karata kwa ajili ya ushindi. Uh, ushirikiano mkubwa ambao umesainiwa kati ya USA na RDC ikiwa inaleta kuweza kuleta sura mpya na huku kalenda ya kuanza kufanya kazi kwa mikataba hiyo ikiwa in, imewekwa mezani kuanzia hivi Januari ya 2026. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inatakiwa iweze kuleta list ya projekti ambazo zitakuwa ni za kimkakati ili ziweze kufanyiwa kazi mapema e, mwezi huu wa kwanza ambao unakwenda kwanza katika projekti hizo na nchi ya Marekani. Ushirikiano wa karibu na wa pamoja utapelekea Marekani pia kuanzisha kutekeleza e, baadhi ya miradi ambayo jamhuri kidemokrasi ya kidemokrasia ya Kongo imeweza kuchagua kwa lengo la maendeleo na pia Marekani imeweza kuwatenga watu watano na Kongo pia watu watano, ambako pamoja itakuwa ni komiti ya watu takriban kumi watakaongoza harakati hizo za kumake sure kwamba miradi inayotengenezwa inafanya kazi kama inavyostahiki. Eh, katika miradi hiyo hiyo pia eh, nchi ya Marekani haiwezi kufanya kazi maeneo ambako bado kuna vurugu maeneo ambako bado kuna vita. Kwa hiyo itatakiwa kuweza kumalizana na vita ya M23 ili miradi iweze kuendelea. Nchi ya Marekani iko tayari kusaidiana na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuweza kurejesha amani ya kudumu kote nchini, hiyo ikiwa ni kauli kutoka katika ikulu ya rais wa Marekani Bwana Donald Trump na pia kupitia makamu wa rais wa nchi hiyo ya Marekani. Hii iko na tafsiri gani? Tafsiri yake ni kwamba eh, mambo ambayo M23 iko nafanya ya kuto kusikiliza kauli za wakubwa na kujipiga kifua mbele inakwenda karibia eh, kufika mwisho. Tuanze na maelezo ambayo utakuta kuyasikiliza. Tuanze na hili la mwisho. Marekani na Kongo wamesaini mikataba ya, ya madini u, u, ushirikiano wa kidiplomasia kidiploma, eh, mafunzo ya kijeshi na masuala mengine pia uchimbaji wa madini na hivyo Marekani imeweza kutenga tayari e, kuiambia Kongo iweze kutengeneza list ya projet ambazo etazini itaanza kufinansia zile proje zile proje kwa ajili ya maendeleo, na hivyo wanatengeneza mm, e, komite ile iko na watu 10 watakuwa na pilone zile proje za Kongo pamoja na etazini. Alors, etazini haiwezi kufanya kazi sehemu kwenye kuko makelele sehemu kwenye kuko uvita walisema kwamba M23 ifike tarehe moja za mwezi wa kwanza huu, wao wamekwisha kujiondoa kote. Endapo haitafanyika hivyo, basi mezire kubwa zitachukuliwa dhidi ya M23. M23, M23 wao wamegairi, wamekataa wame kutii ombi la Marekani, wamekataa kutii Marekani. Nini kinafuata? Kinachofuata hapa ni kwamba Marekani ilikuwa inasubiria kuweza ku ikae pamoja na baitie exercise, ndio hii yenye balitia sasa hivi inaanza kufanya kazi sasa hivi huu mwezi wa kwanza, na tunasubiria sasa nini kenye kitakuja endapo M23 itashindwa kujiretire, juu mpaka sasa hivi Marekani iko ina ngoya ya M23. Endapo itashindikana, ndio watachukua sasa maamuzi mengine ambayo yatakuwa ni maamuzi magumu kuliko yale ambayo watu walikuwa wako wanayategemea tuzungumzia kuhusiana na e, maelezo kuhusiana na uh, vita ya Makobola. Sikusema kwenye kipindi cha asubuhi kwamba Makobola kulikuwa kunapiganwa vita, hapana. Nilizungumzia vita yenye ilipiganaka Makobola kwa hii wiki ambayo imeisha. Maiti ambazo zinaonekana kule ni za Wahutu ushleo. Rwanda kuna makabila um, matatu: kuna Wahutu, kuna Watusi, kuna Watwa pia sawa. Sasa katika jeshi la Rwanda la RDF Hiko kompozi na boku plisi na wa, na Watusi ndo wako mashine ya command maa, kila kitu ni Watusi. Sasa wenye wako wanawekwa mbele kwenda kupigana front line ni Wahutu, na ukija kuzingatia sasa kile kinafanyika ni nini? Huko vile vikosi vya FRDC ambavyo vilijunga na M23 Goma, walikamatwa wakajunga. Huko wengine wenye walikamatwa Bukavu, wale polisi wote wenye we uh, walienda kujunga M23 na wale vijana ambao walienda kujiunga kutegemea kwamba watapewa mishahara sijui na nini, wakajiunga. Na wengine wenye walikamatwa vile vile kwa kinguvu, wakajiunga. Wale ndio wako wanawekwa mstari wa mbele, ndio ambacho naizungumza hivi. Wale wako wanasukumwa wanapelekwa mbele, kisha wakishapelekwa mbele, kinachowakuta kule mbele, hawa wenzao wenye wako nyuma, wao wakibahatika, unakuta ni watano, ni wangapi, lakini wengi wenye wako wanapoteza maisha ni wale wenye wako wanawekwa mbele. Sasa plani ni nini? Plani ni kwamba hawa wenye wamekuja kujirande, kwa mfano huko, baadhi unasikia oh, wazalendo wamoja wamejisalimisha, wameenda kwa M23. Sawa, wale wakishaenda wakipewa mafunzo ya, ya, ya wanapelekwa mstari wa mbele. Wale hawana ideoloji ya M23, hawana eh, nini eh, karte ya members wa chama cha M23. M23 iko na watu wao ambao walianza nayo sawa na M23 iko ni ya ni ya Rwanda ndio wenye nayo. Sasa wale hawawezi kupenda wamalizike kabla hawajafikia matunda yao. Hawa wenye wako wanaenda kujiadere, hawa wenye wako wanaingiza force, ndio wako wanaenda kufia bure kule mbele juu waendelee kupunguza wao, kisha sa watafikia kule matunda. Wenye watafaidika na matunda ni wale wenye walianza kope yao, ndio aferi yenye iko hapa sasa. Hii aferi wengi hawaijui. Ushelewa? Wengi hawajui na, na ukiangalia tu kama unaenda mu M23, unajiunga na M23, au utabaki useme uko muka, eh eh, batabatia ma position avancee za hapo, jo jo tena kinyake kitatokea mwendo mtakoba victim wa kwanza na ndio ile yenye iko inafanyika. Ukiangalia hata ya Gisuvira ile anguka, si tulikuwa tuko pale. Unaona wenye, wenyewe walianza kuja kwanza mbele walikuwa ni wale makahoko wa kawaida baadaye ndo tukaona sasa maforce speciali za Rwanda ndo zinaanza ingia sasa, apres wale wakawaida kwanza washapigana na, na fieka adui washaangushwangushwa, ndo sasa zile force speciali sasa zikaanza ingia za RDF. Ikiwa na maana kwamba kama mambo yanakuwa ni magumu huku, wanaambiwa huku sisi tunashindwa, wanarudia na wale wanarudilia kule kulekule, wakingali Luvungi washarudia zamani, makao makahoko wengine huku wataanza kimbia kimbia sasa, kukimbizana mewezao, tayari washavuka na Rwanda, washakuwa Rwanda. Ndio kile kwenye kio kinafanyika hapa, na ndio kile ambacho tumezungumzia kwamba majority ya watu wenye wa wamepoteza maisha pale ni hawa ndugu zetu ambao tunaona kwa mbona hawa tunafanana, unaelewa. Na ndio ile gisi Rwanda iko nataka igeuze, ikabumbu ionekane kwamba kwa mbona watu wanasema kwamba mimi ndio niko na naingia kule, mbona wenyewe wako na E, na wanapatikana kule ni ndugu zao wenyewe, ni wahutu kwa wahutu. Sasa sisi huko tunaingilia wapi? Unaona, ndo ile yenye iko nafanyika pale kati ya, ya serikali ya Kigali na M23. Nafikiri kwa kuweza kuelewa zaidi haya ambayo niko nawaambia, ndo hali ya mchezo gisi iko inachezika kwenye uwanja wa vita. Hii imekuwa ni tofauti sana na Masisi, Ruchuru, Goma kote wapi hii vita ya Fizi kuingia Fizi ni vita moja iko na mambo mengi sana ndani yake. Tumekuja kuona vitu vingi ambavyo unasema kumbe, ndugisi hali iko inakuwa hivi. Ushelewa? Na serikali ya Kongo imechagua kwenda kunjia njia ya diplomasia. La, lakini pia haijiweke mikono wazi, iko inaendelea kudefend na huku wanazungumza juu. Ha, hautazungumza tu na ukiwa unafunga mikono Unaona vita ya, ya Ukraine. Ukraine ameenda kushambulia eh, residence privée ya Putin, drone karibia kumi na ndo zimetumwa, sio kwenda kushambulia Putin. Donc lengo ni kwenda kumuua nani, eh, Vladimir Putin. Ushelewa? Na huku viko wanaongea. Kwa hiyo kuzungumza hayawezi kuwa sinonime ya kutokupigana hapana. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iko nazungumza na iko inajipanga pia. Uh, M23 kwa upande wao kupitia Cornel Langa amelalamika, anasema kwamba Kongo wao wamechagua njia ya, ya vita kuliko njia ya amani eh, lakini M23 wao wako pale kwa ajili ya amani na wanataka amani ili mambo yaweze kuisha. Sasa amani gani yenye wanataka ili mambo yaweze kuisha, wakati wanashindwa kuheshimu mikataba na kanuni ambazo zimesainiwa na Baraza la Umoja wa Mataifa. Hii hapa ni kuendelea kutupa macho kwa serikali, tuone serikali yetu itafanya maamuzi gani, itafanya kitu gani ili kuweza ku make sure kwamba kila kitu kinaka sawa. Lakini mpaka sasa hivi ambacho watu watajua ni kwamba Makobola zote ziko mikono ya FRDC na wazalendo eh, Katongo, Kigongo vile vile lakini operation bado ziko zinaendelea. Kwa hizi siku mbili tatu bado kuna ukimya huku pande zote zikiwa ziko zinajipanga kwa njia moja ama nyingine. Tunachosubiria ni kungoja, e, nini ambacho kitafanyika kama tunasonga mbele tunaingia ndani Uvira ama nini kinafanyika? Lakini kwa taarifa zingine zote utakuwa unasikiliza kupitia tu hapa hapa, e, Baraka One TV. Na kutakia heri ya siku njema ya leo, maana bado tungali, tuna zile shamba shamba za mwaka mpya. Mengine tukutane majira ya saa kumi na mbili ambapo utasikiliza mambo mengi kutoka kwa kwa wananchi kwa sababu kuna taarifa nyingi pia ambazo nilitakiwa niweze kukusikilizisha, lakini utazisikiza jioni. Unajua kuna watu ambao mpaka sasa hivi wana wanaendelea ku, kupigania kauli ya Sylvain Ekenge ya kusema kwamba kuwa makini unapomoa mwanamke wa kitusi akumaanisha Mnyarwanda Rwanda, basi mtusi ni Mnyarwanda tu eh? mtusi sio so Mnyarwanda tu amaanisha mwanamke wa kitusi na kuko mashuhuda mengi kutoka kwa watusi wenyewe wanazungumzia gisi wanafanyaga e, kuhusiana na hali ambayo inazidi kuendelea. So tukutane majira ya saa kumi na mbili. Bye bye.